Tumsifu Yesu Kristu. Papa Francis ameitwa katika ufalme wa Mungu. Je, ni kweli kwamba Papa huwa anamjua kila askofu dunia nzima? Swali la pili, kwa nini Papa anachaguliwa na makardinali? Aliyeuliza anaitwa Nakretus Mwesiga kutoka parokia ya Bumai. Hapana, Papa hawajui ma ma maaskofu wote, hawezi hawezi. Kuna maelfu ya maaskofu, kuna maelfu ya askofu, hawezi kuyajua, hata angekuwa na kichwa sijui cha namna gani mpaka amjue Kilaini yule buko Bukoba yuko hivi yuko hivi, hawajui, ila ana mikono ya kumsaidia kuwajua, ya kumsaidia kuwajua. Kwa mfano nilipokuwa naadhimisha miaka ishirini na mitano ya uaskofu amenitumia salamu, ametia mkono wake kabisa eh? Ndia, baba, ila na mda, yani ametia sahihi mwenyewe, ni sahihi yake kabisa mwenyewe, kwa salamu alizonitumia nazonasema mambo yangu yote, nivyokuwa Dar es Salaam nini, nini, nini, nini.

Ingawa nishamshika mkono mm, lakini sidhani anashika mkono wangapi? no. Hawezi kuwakumbuka wote. Kama mimi kuniambia nakumbuka Wakristo wote, siwezi no, kuwakumbuka wote. Hivyo wote nao washika mikono na ile maelfu ya, ya maaskofu wale hawezi kuyajua, ila anawashika wote. Alafu swali la pili, uchaguzi kwa nini unafanywa na makardinali? Niliongelea juu ya historia hata na juzi tumeiongelea tena kwamba alianza akichaguliwa na mapadre wa Roma. Lakini baadaye kawa mkanganyiko maarufu baadaye akaanza kuchaguliwa na watawala wa Roma, wale wadogo wadogo wale ndiye mm. alikuwa kiongozi wa kisiasa vilevile, okay. wakasema na wao wana haki ya kumchagua. Hapo ndio kawa rushwa nini na nini na nini, ndio pale Papa Kalisto katika kani ya kumi na mbili akasema hapana, atakuwa nachaguliwa na makardinali, na hiyo baada ya, ya kujaribu mambo mengine yakashindikana, hili Wala mpaka sasa limefanikiwa kuwa linachagua vizuri baba mtakatifu, na ndio sababu limeshikwa, kwa sababu baada ya kujaribisha aina nyingine kuchaguliwa na mapadri, mara nyingine akachaguliwa na waamini wote wa Roma, wanampigia kura mara nini, haikashindikana wakaona, achaguwe na nini na makardinali.